Kwa kufungua kipindi hiki tusimame wote na wimbo namba themanini na tatu. Fungu la kukariri natoka katika Yoshua 21 mstari wa 45. Somo ni la 12, kichwa cha somo Mungu ni mwaminifu. Fungu la kukariri: halikuanguka neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni jema ambalo Bwana alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli. Yalitimia mambo yote. Bwana alibariki neno lake katika jina la Yesu. Amina. Tupige magoti tupate kuomba. <clears throat> Shule Sabato, Shule Sabato, ah, Shule Sabato ni moyo wa kanisa unaodunda barabara, ah, kwa sababu Shule Sabato naweza kusema ndo kipindi pekee ambacho kila mshiriki anaweza kuuliza ah, jambo fulani au swali kulingana na na neno linalokuwa linafundishwa kwa wakati huo. Hivyo basi aa, napenda kumkaribisha aliyejiandaa kwa somo la ukuziaji. Lakini wakati huo niki niwape taarifa kwa ya tukasa wakijiandaa baada ya somo la ukuziaji kwa ajili ya wimbo. Karibu. Bwana ni mwema wakati wote. Karibuni katika somo la ukuziaji ni Disemba 2025 somo la 51, huduma kwa jamii iliyoko gerezani, imeandaliwa na mchungaji Sadikieli Shehemba, mkurugenzi wa shule ya Sabato na huduma binafsi. sek stu Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari Tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanifungulia, nalikuwa uchi mkanivisha, nilikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia, nalikuwa kifungoni mkanijia. Mathayo 25:34 hadi 36. Mara nyingi napozungumzwa huduma kwa jamii mitazamo ya watu inasahau jamii iliyoko magerezani. Wapendwa hawa wana mahitaji ya msingi ya kila siku, ili maisha yao yasiwe magumu na machungu zaidi. Jambo la kwanza wanalohitaji ni huduma ya faraja, kwa sababu ya mazingira walionayo. Kila mwenye matumaini na uhakika wa kile anachoamini atakuwa na kitu cha muhimu cha kuambia walioko magerezani wapate faraja na matumaini alionayo. Baadhi ya mahitaji muhimu ambayo yanaweza kupelekwa gerezani na kuwa msaada wa wafungwa ni pamoja na sabuni za kufulia na kuogea, dawa ya meno, miswaki na mashine za kunyolea. Kwa magereza ya wanawake, kuna mahitaji maalum ya wanawake na vifaa vya watoto wachanga. Walio magerezani wanahitaji kuhudumiwa kiroho pia. Baadhi ya njia zilizo baadhi ya njia zilizothibitishwa kuwa zinafaa ni kuwapatia Biblia, vitabu vya nyimbo, vitabu mbalimbali mbali vya Roho ya Unabii, kuwaandikisha na kuwaonyesha masomo ya sauti ya unabii, kupeleka vifaa vya kurushia mahubiri ya televisheni mahubiri yanayopangiliwa vizuri kwa vipindi maalum, vipindi vya dini angalau kila Sabato na maombi maalum. Ni vema kila mmoja wetu akumbuke kwamba katika maisha haya inawezekana siku moja ukalazimika kufungwa gerezani pasipokuwa na kukosa lolote, lakini ukapoteza haki kwa kuonewa tu. Si ajabu watu waliopo, si ajabu waliopo walioingia katika kesi za kubambikiziwa wanahitaji msaada wako wa mchango ili kuweza kuwa huru. Hebu jaribu kupanga kutembelea magereza, bila kujali una ndugu pale au rafiki, kwa lengo la kuwasaidia waliopo katika magereza. Bwana akubariki unapojipanga kuwahudumia wafungwa wa magerezani. Mwisho wa somo. Nasemaje. kwa somo la ukuziaji aa, wakati huo ningependa kuona kwaya ya tukasa mkisogea hapa kwa ajili ya wimbo, lakini wakati huo pia ni husiana na somo la ukuziaji na imani. Wote mmeelewa somo la ukuziaji, kama mlikuwa mnafuatilia ya vizuri, yaani ili tuweze kuifanikisha kazi ya utume E, unatakiwa turudishe katika jamii au tu, tu, tuwe tuna mchango chanya kwa wahitaji. Hata Biblia inasema kwamba e, dini iliyo safi ni yenye kuwajali wenye uhitaji. Basi tuzingatie hayo. Kwaya, karibu.

stuwe tayari kusikiliza somo kutoka nchi za mbali, ama somo la utume shule ya Sabato. Kanisa, shule ya Sabato, moyo wa kanisa unaodunda barabara. Nyasae Bell. Bel, e, bel. E, jamani turioka ujaruoni ukisema Nyasae bel, mtu anaitikia seche duto. Kwa hiyo a naomba tu uifahamu hiyo salamu, itakusaidia siku moja ukienda maeneo mageni. Nyasae bel, nyasae bel. Nyasae bel seche duto Kiyama. Basi ni somo la utume kwa vijana na watu wazima. Naamini ni somo la pili kutoka mwisho, ama tuseme sabato ya sabato ya kumi na mbili ya robo hii. Somo lina kichwa kinachosema kazi ya ndoto, sema kazi ya ndoto, kazi ya lakini. Somo linamhusu, ama kisa kinamhusu binti mmoja kwa jina la Jeni. Labda unaweza ukajiuliza swali, mtu akisema ndoto unaweza kutafasiri kwa maana zaidi ya mbili. Mtu mmoja akisema ndoto ni mawazo ama maono ambayo mtu anayojua kufanikisha vitu fulani. Mfano, wewe unaweza kusema una ndoto ya kuwa etse, daktari, una ndoto ya kuwa rubani, ya engineer, au ndoto ya kuwa injinia au ndoto ya kuwa etse mtu fulani, hiyo pia inatafasiriwa kama ndo. Bwana ni mwema. Hiyo inatafasiriwa kwa kama nini? Ndoto. Lakini pia mtu mwingine anaweza akasema ndoto ni yale maono anayoyapata mtu usiku. Ama tunasema ni fikra zinazompata mtu usiku baada ya kuwa amelala. Hiyo pia ni ndo. Sasa huyu Jane, alipata ndoto gani? Jane hakuwahi kupanga kutu, ku, anasema Jane hakuwahi kupanga kuhamia Chile kutoka Marekani. Kisa kinaanza kwa kusema Jane soma teolojia, masomo ya kuhusu Biblia kama wachungaji wanasoma teolojia. Kwa hiyo Jane alikuwa katika masomo ya teolojia katika chuo cha wasabato huko nchini Marekani, katika chuo cha Andrews. Na alipohitimu masomo yake, anasema akawa anawaza ni kwa namna gani atapata kazi lakini ukumbuke katika nchi ya Marekani, na ndio maana anasema katika nchi ya Marekani kwenda katika nchi ya Chile. Anasema alipokuwa amehitimu sasa masomo yake, akamtafuta mwalimu mmoja ambaye alikuwa ni miongoni mwa wakufunzi wake, akamuuliza ni kama idara ambayo inaitwa Adventist Volunteer Service ambayo katika nchi ya Chile. Kwa hiyo yule mkufunzi wake alimuelekeza kwamba kupitia hiyo idara unaweza kupata sehemu ya kufanya kazi katika kanisa la Adventista wa Sabato. Kwa nini mwandishi anasema tangu akiwa mtoto Jane alitamani kumtumikia Mungu kupitia kufundisha masomo ya Biblia. Kwa hiyo akapata nafasi baada ya kuomba katika hiyo idara ya Adventist Volunteer Service, na anasema akachaguliwa kule, na kwa mwaka wa kwanza alifanikisha kwenda kufundisha masomo ya Biblia Kiingereza, pamoja na masomo ya urafiki kwa mwaka wa kwanza. Anasema ulipofika mwaka wa pili, mwishoni mwa mwaka akiwa katika nchi ya Chile anasema Jane akafahamu lugha ya Kihispania, na alipofahamu Kihispania, ikatokea fursa moja nyingine katika kanisa la Adventista wa Sabato katika nchi ya Chile, wakawa wanahitaji mtu mmoja ambaye anaweza akafahamu lugha zaidi ya mbili, kama leo tunafahamu, anaosema aka akasema sifa za huyo mtu lazima awe anajua lugha, hudumu katika mission ya kati ya nchi ya Chile kama Adventist volunteer ulimwenguni kote kwa ajili ya utume, lakini jambo la pili ni kupanua mabweni ambayo yatakuwa yanachukua takribani wanafunzi hamsini. Maana anasema wanafunzi wengi ni si wa Adventista wa Sabato, wanatoka nje ya chuo. Takribani anasema, chuo kina wanafunzi elfu tatu, lakini robo tatu ya wanafunzi hao sio wa Adventista wa Sabato ni kama ambao, approximation ni kama elfu mbili mia mbili hamsini ni wanafunzi ambao hawana na wakati wote. Basi huo ndo mwisho wa somo wa kisa cha utume kwa watu wazima na vijana. Mungu nawabariki Shule Sabato, Shule Sabato na imani kila mtu amelizingatia hilo somo kwa sababu kila mmoja wetu ana ndoto. Basi kipindi kinachofuata ni utambulisho. Taanza, utambulisho wa walio hudumu katika shule ya Sabato. Nitaanza na mkono wangu wa kushoto hapa, aliyetusomea somo la utume atajitambulisha na amehudumu katika nafasi gani? Bwana mama. Bwana ni mama, Bwana ni mama, shule ya Sabato. Mi, kwa majina nafahamika kama John Michael Mokiri bati, kwa utambulisho zaidi, nyumbani ni Serengeti mkoani Mara, hivyo mi ni Mkurya. Karibuni Serengeti. Bwana ni mwema wakati wote. Kwa majina takasenipoo, nimehudumu somo la ukuziaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana kwa majina ni Mbonea Mbugu Msemo, nimetokea Kilimanjaro. Na mimi niliyekuwa mwenyekiti naitwa Sarige Muga Mafwembo. E, kama wenzangu walivyojitambulisha, mwingine natokea Serengeti, mi natokea Msoma, na wote tulio dumu hapa ni wanatukasa kutoka DMI ambao ni mwaka wa kwanza, ni freshers lakini pia nipende kutambua uwepo wa wageni ambao ni marao ya kwanza ku, kuabudu pamoja nasi, naweza mkasimama mkapunga mkono Amina. Aa, basi kwa wakati huu nipende kumkaribisha mkurugenzi wa shule ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema mwakati na wakati wote amenifundisha. Salamu, ngoja nami nitumie ile pia makanta kete kete nyasebe hiyo, sasa tutajifunza siku nyingine. Jamani, Mungu awabariki sana, ni washukuru. Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri mliyoifanya. Mungu atukuzwe mwaka wa kwanza. Mungu awabariki sana. Tunawashukuru sana, programu zilikuwa njema. Mungu aendelee kuweka vipawa hivyo kwenu. Yes. Lakini pia jambo jingine, mwenyekiti hapa alijaribu kuwakaribisha wageni. Lakini naona kama walikuwa wanafifia hivi. Kwa kwa hekima kabisa na heshima na taadhima na kwa unyenyekevu, wageni tunatambua umuhimu wenu. Tafadhali tuwaone. Huwezi jua. Ukisimama nani atakuona? Utakuwa na rafiki na nani? Tuko waminifu, kwa hiyo simama, tuko uaminifu tukuone. Kwa hiyo kwa mara nyingine, naomba niwakaribishe tena wageni ambao ni mara ya kwanza kuhudumu na sisi siku ya leo, simameni tuwaone, karibuni Unaona, mmependeza. Naomba ni wakaribishe kwa ufupi tu, jitambulishe, umetoka wapi na tutafurahi kukusikia. Karibu brother, tuanzie nyuma. Amen, asante sana, unaweza ka kwa keti. Karibu dada Sijamsikia lakini najua mmetuwakilisha vyema huko nyuma, mmemsikia? Amina, karibu sana, ila hajasema anatokea wapi Brother. Karibu, ana mkoa gani? Sijasikia. Yes, okay. Amesema ah, saa, asante. Karibu, amina, karibu sana karibu. Wakati wote Bwana ni mwema. Amen. Amen. Jamani, Mungu abariki sana e, kanda ya ziwa kuna mapinduzi, maana I say amina sana. Mungu abariki kanda ya ziwa. Jamani, matangazo ni kama ifuatavyo. Uh, tunawahimiza kuendelea kuwai uh, siku ya Sabato, wahi asubuhi mapema. Inawezekana kuwahi kwa sababu kazini na chuoni huwa tunawahi. Kwa hivyo ni wakati tuwahi. Wale waliowahi Mungu awabariki sana. Wewe ambaye hujawahi una nafasi tena ya kuwahi sabato ijayo. Kwa hiyo niwatie nguvu, tuendelee kuwahi. Jambo lengine ni nisisitize vitendea kazi kama Bible, eh, lesoni ni vitu vya muhimu kuwa navyo. Kitabu cha nyimbo ni muhimu kuwa navyo. Hivyo ndo silaha zako, kwa hivyo tutembee navyo, au tunaweza tukaanza kwenye soft copy zetu, lakini tunahimizwa kuwa na hard copy zetu, lesoni, Biblia. Kwa Mkristo ni jambo la muhimu, lakini pia na na na unaweza kuanza kujiandaa sasa hivi kwa ajili ya lesoni ya ya robo inayokuja ya mwaka mwingine, lakini Jumamosi ijayo ambayo ni sabato ya mwisho bila shaka ya kufunga mwaka, si ndio bwana? atakayeongoza darasa la walimu atakuwa ni kaka Noel, Noel Zakaria ofisi, tutamfikisha taarifa. Lakini baada ya somo uh, la kwanza ile la kujifunza darasa la lesoni la walimu ambalo linaisha saa tatu kamili, atakayechukua kipindi cha kuongoza nyimbo atakuwa ni kaka Bwile Masatu na imani watu. Haya, tutamfikisha taarifa. Bwile Masato atatuongoza katika kipindi cha uimbaji leo. Tulikuwa na brother Yusuf, Mungu akubariki sana. Lakini watakao hudumu shule ya Sabato ile ya kufunga mwaka watakuwa the the disciples Disciples Ministries. E, amen. Sasa the Disciples, naombwa sio tu mtakaokuwa wanahudumu, yani mfike wote, kama kama kama kwaya kama kikundi, na mjiandae vyema kutupatia programu nzuri kwa ajili ya kufunga mwaka the disciples ministry. Basi Mungu awabariki sana sana sana sana. Niwakaribisha katika ibada ya sabato ya leo, kuanzia vipindi vya sasa mpaka jioni. Mungu awabariki. Tusimame tuombe, basi tuombe. Asante Mwenyezi Mungu, kwa kutuongoza toka tulipoanza kipindi mpaka wakati huu. Tunapenda katika kipindi kingine cha mjadala lesoni, tunaomba ukatuongoze, Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi. Naomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, amina. Jamani, tutawanyika katika madarasa yetu.